Tuelekee kaunti namba 33 ambapo zoezi rasmi la chanjo dhidi ya ugonjwa wa miguu na midomo kwa wanyama limeanza huko, uh, Narok, ambapo zaidi ya ng'ombe milioni moja unusu wakitarajiwa kuchanjwa. Akizungumza katika soko la Nkoilale, Narok Magharibi, baada ya kushiriki uzinduzi wa zoezi hilo, Gavana wa Kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameelezea kuridhishwa na serikali kuhusu bei nafuu ya chanjo hiyo huku akielezea wasiwasi kuhusu uwezekano wa maambukizi ya wanyama hao na wanyama pori kutoka mbuga ya Serengeti na Masai Mara. Hiyo wanyama umedunga, hii ng'ombe umedunga vaccination. Sasa mniambie sasa, kwa sababu tumedunga hizi na hizi wanyama zingine ambayo wanaleta pesa mingi ya utalii na wako na food and mouth, na italete kwa ugonjwa hapa, tutafanya nini? Mtafakari hayo ni <laughs> <laughs> <Nali> milioni kadhaa sasa. <laughs> Dokta Sabuni, wewe angalia kama tunaweza fanya eh, vaccination eh, ya i hii wanyama yote ya Masai Mara National Reserve na na, na wezi hawa ni watu ambao wanakuja ni tena ni watoto. Hiyo mambo ya kusema ni morani na mambo ya wizi hiyo, ni kazi yetu kuhakikisha watoto wale wawe kwa skuli, na tusipochunga vizuri tutakuwa maskini. Tusipodunga ng'ombe wetu, ili nyama ya ng'ombe yetu ikubalike katika nchi zingine. Kwa hivyo, kwa kuleta chanjo ya foot and mouth, hili ni jambo nzuri sana kwa sisi watu wa Masai, na tunataka kukuhakishia kwamba hii project tutasupport. Naam, tuelekee county.